Tulikosea kweli yule Masa Karua kumrejesha kule, na hili kosa lisitokee tena hapa. Hivi mtu anatoka huko analeta ujinga wake hapa, halafu eti anarejeshwa nzima salama salimini? Kweli! na yule anayesema anadai kapigwa eti ana, anashuka kwenye gari anajichechemeza kweli? Yule alikuwa apigwa, rudi na mitungi ya gesi kule kwao anafumulia gesi, wengejua Tanzania Tanzania lakini, eti leo mtu anadai kapigwa, anazungumza tu kule, anaendelea kuzungumza, tumemwacha Masakarua anaendelea kuzungumza akiwa Kenya kule. Mheshimiwa Waziri, hili lisitokee tena, anayekuja kwetu tunamalizana naye hapa hapa. Niwatoe hofu wanawake na Watanzania kwa ujumla, hususan wanachadema na wale wapenda haki wote kwamba tusitishike na baadhi ya kauli mbalimbali zinazotolewa na baadhi ya watu mbalimbali mbali ambazo zinavunjisha tamaa na zinakatisha tamaa. Hiyo tunaipinga na tunaikemea kama BAWACHA kwa upande wa Zanzibar. Bado tunaendelea na mapambano na tunaendelea kusimama na ajenda yetu ya chama na tunasimamia msimamo wetu ule ule wa no reform, no election, na tutazungumza na tutasimama na tutapambania haki yetu.